Akifungua mafunzo ya kuwajengea uwezo wataalamu wanaohusika na udahili na mitihani kutoka vyuo mbalimbali hapa nchini ambayo yanafanyika hapa mkoani Morogoro, Dkt Marcelina Baitilwake amewasisitiza wataalamu wa udahili wa mitihani kufuata taratibu, sheria na kanuni zilizowekwa na baraza katika udahili wa wanafunzi. Nimekuwa mahali hapa kwa niaba ya katibu mtendaji kwa ajili ya kufungua mafunzo ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kuwajengea uwezo admission officers na examination officers kutoka katika universities ambazo zinatoa uh, elimu kwa ngazi ya diploma. Mwanafunzi ambaye atabainika hana sifa, matokeo yake hawezi kuingia kwenye mfumo, ni kwa sababu hakuwa na sifa za kusoma hiyo kozi husika. Na kama matokeo hayawezi kuingia kwenye mfumo, hawezi kupata hiyo number, ni kama anakuwa amepoteza muda Inabidi asome tena kwa kozi ambayo atakuwa na sifa kusoma yeah. Sasa nitoe wito kwa vyuo vikuu lakini na vyuo vingine ambavyo sio vyuo vikuu, kwa sababu mchakato ni ule ule wa mwanafunzi kumfanya aweze kupata award verification number, kwamba tuzingatie taratibu, kwa sababu kuna taratibu na kanuni ambazo zinaongoza kutekeleza utekelezaji wa hayo majukumu. Kwa hiyo natoa wito wote wanaohusika waweze kufuata hizo taratibu na kanuni. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo hapa wanaeleza namna ambavyo mafunzo hayo yanaenda kuleta mabadiliko chanya katika utekelezaji wa majukumu yao. Sasa ninaitwa Daktari Michael Mangula, ni mkuu wa idara ya udahili chuo kikuu Mzumbe, kwa sababu tumepitishwa kwenye mifumo, tumeelekezwa taratibu zote za kuhakikisha kwamba tunadahili wanafunzi wenye sifa, lakini pia tunatuma majina ya wanafunzi tulio wadahili kwa ajili ya uhakiki kwa wakati, lakini pia baada ya kutuma matokeo, matokeo pia yakitoka, tunahakikisha tunayatuma kwa wakati ili wanafunzi waweze kupata zile awadi zilizokwisha namba na waweze kutuma maombi kwenye vyuo kwa wakati bila kuchelewa. Lakini cha msingi tumefundishwa kuhusu kusimamia ubora kwa kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa ubora unaotakiwa lakini pia sisi wenyewe kama maafisa udahili au na wale maafisa wa mitihani tuhakikishe kwamba tunafanya kazi kwa uaminifu katika hali ambayo hatu, tunatenda haki kuambia kila mwanafunzi apewe haki anayostahili. Kwa majina naitwa Beatrice Julius Mapande natoka kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim. Kupitia mafunzo haya tumeweza kujifunza mambo mbalimbali kama kuto, kupeleka taarifa za matokeo ya wanafunzi mapema kwa wakati, ili kuweza kumruhusu yule mwanafunzi kama anatoka katika levo ya diploma na kwenda levo nyingine, aweze kwenda naye kwa wakati, ili kuweza kuendelea na levo nyingine ya masomo yake, lakini pia kuhusu swala la even number tunaona sasa hivi namba inatumika sehemu mbalimbali, sio vioni tu, hata ofisi zingine za serikali imekuwa namba ikihitajika na ina umuhimu sana. Kwa hiyo nafikiri katika haya mafunzo pia tumeweza kufahamu umuhimu wa namba, lakini pia hii itakuwa chachu kuwawezesha na sisi wanafunzi wetu waweze kupata hizo even number mapema, ili waweze kuendelea kwenda kuzitumia hata sehemu zingine katika pia na kupata ajira zao.